Siku ngapi, maana vijana tumechoka tu. Kwanza tujue secretary imetupangia nini, alafu tutajua kazi imekuwa ngumu sana na leo ndio tunajiandaa, tunapiga supu hapa ili tulejea Dar es Salaam na kuendelea na operation ya North Forest na election kwenye mkoa wa Dar es Salaam kanda ya pwani kwa ujumla. Habari uh -huh. za asubuhi, habari za mchana, habari za jioni, karibu tena kwenye channel yangu ya Swahili ishirini na tano. Kwenye mitandao ya kijamii pia napatikana kwa jina hilo. Kama wewe ndio mara ya kwanza kutazama eh hapa mimi na, nafanya video za mtindo wa vlog. Mm-hmm. Mtindo wa vlog ni tofauti na, eh, na, na, na na style ambao wanafanya waandishi wa habari wanapokuletea habari kwenye vyombo vyao. Mimi nafanya mtindo huu ambao ukitazama hadi mwisho au ukitazama video zilizopita unaweza ukajua ni mtindo wa aina gani ambao unaufanya tuko Iringa e, tumefika jana usiku tumelala hapa e, baada ya kutoka kwenye mkutano wa mwisho ambao tumefanya Mbalali e, na baada ya ile mikutano yote ambayo tumefanya kanda ya kusini na kanda ya nyasa e, tumepata mapumziko sasa, tunarudi majumbani kwetu. Nilikuwa tume... kwenye e, msafara wa mheshimiwa Heche ambapo tumeachana jana, wao ume... ume sisi tukaforce tuje kulala hapa Iringa kwa ajili ya kuja kubadilisha brake pad za gari, kama ambavyo wanaona, tutaenda baadaye garage kwa ajili ya kubadilisha brake pad ili tuweze kurejea majumbani kwetu tukapumzike japo siku <laughs> mbili, ili tuendelee kulipambania taifa hili. Mimi kazi yangu huwa nakuonyesha matukio ya nyuma ya kamera, natamani na utazame zile video ambazo zimepita za nyuma uweze kuenjoy. Mimi nilikuwa kwenye timu ya Mheshimiwa Lissu, baada ya Mheshimiwa Lissu kukamatwa nikahamishwa kwenye timu ya Mheshimiwa Heche. Nimefanya naye kazi kuanzia Mbeya, ile mikutano ambayo aiaja malizia na tukamalizia mwisho wa jana, ambapo tumefanya pale Mbalali. Sasa hivi tumekuja kunywa chai hapa, niko na maipaya na dereva. Baada ya chai tutaenda gereji, gereji tutaanza safari ya kurejea majumbani kwetu. usisahau ku... Na jamaa, niko na Mwaipaya tunapiga tiki hapa, tujiandae ndae kwa ajili ya kuondoka. Hata kama matukio mengine njiani ambapo tutapita mpaka tunafika majumbani kwetu. Mwaipaya, vipi ndugu? Yeah. Asapali, asapali, na safari na majukumu ambayo tumeyafanya hizi siku zote ambazo tumekutana kwenye hii timu, kazi imekuwa ngumu sana, na leo ndio tunajiandaa tunapiga supu hapa ili uh -huh. E, turejia Dar es Salaam na kuendelea na operation ya no reforms no election kwenye mkoa wa Dar es Salaam, kanda ya pwani kiujumla, nah, mpaka watembe nono gumu <laughs> <laughs> <laughs> sana hii yeah. hatari ndo watembendoa <laughs> na tutakwenda lini kumtazama Mheshimiwa Lissu? Maana hatujapata hiyo nafasi, maana tulikuwa mikoani mpaka weekend. Kwa hiyo tu Dar es Salaam, nadhani weekend hii Jumamosi, lazima asubuhi, kabla tujaanza majukumu yetu, tutapita gereza la Keko tukamwone Tundu Lissu. Unajua amepumzika, mimi nimekaa gereza najua, saa hizi amepumzika na kula bata. Ni unajua anasoma soma, anasoma vitabu na anafundisha fundisha sheria maaskari wa magereza na wafungwa ma, na, na mabusu. Kwa hiyo najua atasaidia watu wengi, kwa hiyo tunashukuru serikali kwa kumpeleka gerezani wakili Tundu Lissu ili aweze akawasaidia watu wengi zaidi watoke. Amen. Yes, kama ambavyo umesikia mm. Tuta tutane baadaye. Sisi tunamaliza kupiga suku tunaenda gereji mara mm. moja halafu tunaanza safari ya kuelekea Dar es Salaam. Mm. Kinachoniumiza ni, ni kwamba kila nikija Iringa sipati ile nyama ya mbwa maana mm. na- naambiwa na nyama ya mbwa sana Iringa inapatikana lakini kila nikija sina bahati mbaya ndio hivyo kama unatazama na unajua sehemu si gani kuna busha uniambie niondoke nayo kwenda Dar es Salaam. Gereji ngoja, tuangalia kama tutapata hizo black parts, tuweze kufunga, tuweze kuanza safari kuelekea majumbani kwetu. <cloudendeuInterviewer> so <Kisswei> mchezo Hizi ndo black pads ambazo zinafungwa hapa mpya. Mm, tafungiwa hizi mpya, hizi black za mbele na nyuma. Dakika tisini hapa tunafunga funga hapa tuweze kusepa mama. <coughs> mko safi, dakika tisini, iyo chombo inarudishwa tairi tuweze kurudia makwetu. Sasa tumemaliza kurekebisha gari, sasa hivi tunaelekea kuweka mafuta ili tujiandae kwa ajili ya kuondoka na msafara. Hapo ndio tutakuwa tumeachana nao rasmi, maana washafika hao Ilinga hapa, lakini wao watakuwa wanaelekea eneo lingine.

kutuwekea mafuta hapa tuweze kuondoka. Kama ambavyo nimekwambia, tumekuja kuwekewa mafuta na mheshimiwa wa eti ili tuweze kurudi nyumbani kwenda kupumzika. Hatujajua atatupa siku ngapi za kupumzika, koja tumsikie mwenyewe k ana majukumu mheshimiwa. Asante cool. Nashukuru eh, umefanya kazi kubwa sana yeah. na mpaka jana unamalizia Mbalali, mapokeo umeyaonaje, Watanzania walivyopokea hiyo no reform no election? Watu wanajua kwamba nchi hii hakuna uchaguzi, wanajua uchaguzi unaibiwa, na wako tayari kupigana kuhakikisha wanarudisha heshima ya kura kwenye mikono yao, na watu wanajua kwamba bila thamani ya kura viongozi hawawezi kuwasikiliza. Kwa hiyo tunawashukuru, wametupokea vizuri, tunaendelea kuwasisitiza kwamba waendelee kujaza forms za petition ambazo ni madai ya watu wanaopinga wizi wa uchaguzi. E, kila jimbo kila wilaya kila kata kila mtaa watu wajaze zile fomu. Tunahitaji saini milioni kumi na tano za watu wanaopinga wizi wa uchaguzi, na tunapoenda da tunaenda kurefresh na kumwona Mheshimiwa Lisu, lakini tunaanza raundi ya pili mapema sana hey,

ni hatari zaidi Kitonga. Mlima Kitonga hapa ndo tunashuka nayo, safari inaendelea, hakuna kuchoka. Hapa ni mwendo wa maloli yani. Eneo hili kwanza, cha ajabu ni kwamba linanuka. Breki tu breki tu ndo unasikia zinanuka hapa eneo hili lote <laughs> ya breki, kila mahali, everywhere everywhere. <laughs> <laughs> maloli kama yote mengine ana mzigo anapeleka bandari, mengine anaenda Kenya, mengine anarudi, eh, peka Tunduma.

sana mpaka sasa hivi tunaitafuta mikumi hapa. Tumefika sehemu ambapo tunanunua kwanza mkaa wenza kwa ajili ya kuenda nao da waweze, yeah. kufikia mkaa nyumbani kwao. <laughs> anunua mkaa kidogo, vijana najituma hapo kama unavyoona, tumetembea sana hapa. Panaitwaje hapa panaitwaje? ngapapnganitafute sehemu mwage maji kwa maana so mchezoganinyoshe miguu. maeneo mazuri sana, umatembea sana hapo. Tunakaribia Morogoro lakini apa ngapa kwenda Morogoro nadhani kama kilomita mia kama arobaini hivi kutoka hapa sasa hivi mpaka tunafika Morogoro. tutaweka kituo pale kwa dada yake na Mwaipaya, tumetandalia chakula pale, tutakula chakula cha usiku baadaye tutaanza safari yako kuitafuta Dar es Salaam. Tutane baadaye. Sasa tunaingia Mikumi eh, Mikumi hiyo. Sasa tunaingia Mikumi